Ilikuwa karibu miaka miwili katika huduma yake ya kidunia kwamba Yesu aliwauliza wanafunzi wake, je, Mathayo saa 16 na madakika 15. Unajua, hilo ndilo swali muhimu zaidi alilowahi kuwauliza. Nawacha nikuambie, hilo ndilo swali muhimu zaidi ambalo utahitaji kujibu maisha yako. Kwa kweli, hatima yako ya milele inategemea jibu lako kwa swali hilo. Sasa barua hii kwa Warumi inapoanza hapa, Paulo anatupatia jibu. Tayari tumeona katika mstari wa tatu wa Warumi sura ya kwanza kwamba Paulo alizungumza kuhusu Yesu kama Mwana wa Mungu na pia mzao wa Daudi. Hivyo basi, yeye ni Mungu kamili na pia mwanadamu kamili. Yeye ni Mungu mtu. Ukoo wake wa kimwili kutoka kwa ukoo wa Daudi hauna shaka. Mama yake Maria na baba yake wa kambo Yosefu, wote wawili, wote wako kwenye ukoo wa Daudi. Na hili linamfanya Yesu astahili kutimiza ahadi kwa Israeli ya kuja kwa Masihi ambaye siku moja ataketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi. Lakini uhusiano huu wa kimwili haukumfanya kuwa Masihi. Kwa kweli, kulikuwa na wanaume wengi waliokuwa wazao wa Daudi na tunajua kutoka kwenye historia kwamba baadhi yao walidai kuwa Masihi wa Israeli. Yesu bila shaka ni tofauti na wale masihi wa uongo wote, kwa sababu, kwanza kabisa, alitimiza unabii wa Agano la Kale kuhusu Masihi mahali alipozaliwa, kuzaliwa kwake kwa muujiza kupitia bikira, nguvu zake za kimungu. Mambo hayo yote kwa pamoja yalithibitisha madai yake ya kuwa Masihi. Lakini kuna jambo lingine linalomtofautisha Yesu. Hakudai tu kuwa yeye ni Masihi, alidai kuwa mungu katika mwili, au kwa kutumia neno la Biblia, alidai kuwa mwana wa Mungu. Sasa Paulo anaandika hapa katika mstari wa nne wa Warumi sura ya kwanza, alitangazwa kuwa Mwana wa Mungu kwa nguvu, kulingana na Roho ya Utakatifu kwa kufufuka kwake kutoka kwa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Sawa, hebu ni ruhusu kusimama kidogo na kuzungumzia eh, kuhusu dai hili la kipuuzi linalosemwa huko nje, kwamba kwamba wala Biblia wala Yesu hawakuwahi kudai kuwa yeye ni Mungu. Kwa kweli, wapendwa, lazima uvae kitambaa machoni unapofungua Biblia halafu utoke na wazo kama hilo. Uungu wa Yesu. Kwanza, majina au vyeo alivyopatiwa vinaelezea e umbu wake. Anaitwa Emmanuel katika Mathayo sura ya kwanza mstari wa ishirini na tatu. Emmanuel maana yake ni Mungu pamoja nasi. Kwa maneno mengine, Mungu amekuja kuishi pamoja nasi. Katika Yohana sura ya kwanza anaitwa Neno na neno hilo linatambulishwa katika sura hiyo kuwa sawa na Baba. Yohana anaandika katika mstari wa kumi na nne wa sura hiyo hiyo kwamba neno alifanyika mwili na akakaa kwetu. Pili, matendo ya Yesu yanathibitisha uungu wake. Alionyesha nguvu za kimiujiza. Alionyesha nguvu hizo juu ya magonjwa, juu ya asili hata juu ya kifo. Wapendwa, Yesu alikatiza kila mazishi aliyohudhuria. Tatu, Yesu mwenyewe alidai kuwa Mungu. Alijitaja mwenyewe kama Mwana wa Mungu, Yohana sura ya kumi mstari wa thelathini na saba. Alisema kwamba yeye na Baba yake ni mmoja, Yohana sura ya kumi, mstari wa thelathini. Vile alivyodai pale ni wazi sana kwa Wayahudi kiasi kwamba walijibu vipi? Naam, waliokota mawe ili wampige hadi afe walimwambia katika Yohana sura ya kumi katika mstari wa 33, si kwa ajili ya kazi njema kwamba tutakupiga kwa mawe, bali kwa kukufuru, kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya Mungu. Wameipata lo! Wao walijua alichokuwa akidai na hawangeweza kamwe kusema yale ambayo baadhi ya watu wanasema leo vema: Yesu kamwe hakudai kuwa Mungu. Hatimaye la nne, ukweli wa uungu wa Yesu umethibitishwa na ufufuo wake wa mwili kutoka kwa wafu, kama Paulo anavyosema hapa katika mstari wa nne. Yesu alitangazwa kuwa mwana wa Mungu kwa nguvu kulingana na roho ya utakatifu kwa ufufuo wake kutoka kwa wafu. Kwa maneno mengine, ufufuo wa Yesu unathibitisha madai yake ya uungu. Sasa hebu niongeze hili. Ufufuo wa Yesu Kristo kutoka kwa wafu hauhakikishi tu ushindi wake juu ya dhambi na mauti pale msalabani, bali pia ni kile ambacho Paulo anadai hapa kuwa ushahidi usiopingika kwamba Yesu ni Mungu. Na kwa hiyo basi ana uwezo wa kusamehe dhambi zetu na kutuokoa kutoka kwenye hukumu ya milele. Na hii ndiyo sababu Paulo anaandika katika Wakorintho wa kwanza sura ya kumi na tano mstari wa kumi na nne kama Kristo hakufufuka, basi mahubiri yetu ni bure na imani yenu ni bure kweli. Ngoja nikuambie, Ukristo unaanguka ikiwa Yesu bado amekufa. Ikiwa makafiri katika kane ya kwanza wangeweza kutokeza maiti ya Yesu, uh, Ukristo ungesambaratika na kuwa mavumbi na majivu lakini hawakuwahi kutoa mwili wake kwa nini? Naam, ni kwa sababu alifufuka kutoka kwa wafu. Yuko hai na yuko vizuri. Kwa njia, hapa katika aya za mwanzo za kitabu cha Warumi pia una kumbukumbu kumbu ya wazi kwa nafsi zote tatu za utatu. Katika mstari wa kwanza na wa pili una marejeleo ya Mungu Baba katika aya ya tatu na ya nne, una marejeleo ya Mungu Mwana, na sasa hapa katika mstari wa nne kuna rejeleo la Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu ni nani? Unajibuje swali hilo? Vema, tumepewa picha iliyo wazi hapa kwenye jibu la Paulo. Hapa kwenye mwisho wa mstari wa nne, mtume hata anaongeza jina hili rahisi sana lakini kamili: Yesu Kristo Bwana wetu. Kipande hicho kidogo cha maneno kimejaa maana. Kuna majina manne muhimu yanayoonyesha Yesu ni nani na anafanya nini. Sasa tayari tumeshaona kwamba Yesu anaitwa Mwana wa Mungu. Neno mwana kwa njia halimaanishi kwamba alizaliwa na Mungu Baba na Maria. Kanisa la Mormoni linaamini kwamba Mungu Baba Elohim alifanya mapenzi na wanawake wengi na kupata watoto wengi. Mmoja ya wanawake hao wanaamini alikuwa Maria. Hapana, Maria alikuwa bikira aliyepata mimba kwa njia ya muujiza kupitia Roho Mtakatifu aliyemfunika, kama tunavyoambiwa katika Injili, ili Yesu awe binadamu na pia Mungu kikamilifu. Sasa, jina Mwana wa Mungu ulinahusiana tu na asili yake. Yesu ni sawa kwa kini na Mungu Baba. Sasa, vipi kuhusu jina Yesu? Jina lake la kidunia vema, ni lazima niwaambie, lilikuwa jina la kawaida katika siku zake, na kulikuwa na wavulana wengi wadogo waliokuwa wakizumbuka na jina Yesu au Yesu. Yesu ni aina ya kiyunani ya jina la agano la kale, Yoshua, inamaanisha Mkombozi, au katika istilahi iliyopanuliwa zaidi, au au ufafanuzi, Bwana ni wokovu. Kwa hiyo jina lake linapatana kihalisi na kusudi lake la ukombozi kwa wanadamu. Jina linalofuata ambalo Paulo anatupa hapa ni Kristo. Kristo ni agano jipya la kigiriki sawa na neno la kiebrania la agano la kale Masihi, inamaanisha mpakwa mafuta. Kwa hiyo Yesu ndiye Kristo, yaani mti wa mafuta aliyetabiriwa kote katika Agano la Kale kama tumaini linalokuja mkombozi wa Israeli. Sasa, ingawa Yesu Kristo alikataliwa na Israeli alipokuja mara ya kwanza, atarudi tena siku moja na ahadi za Mungu zitatimia kwamba atatawala juu ya nyumba ya Yakobo, yaani Israeli milele. Hiyo ni Luka sura ya moja, mstari wa thelathini na tatu. Sasa, Paulo anatupa jina la mwisho kwa Yesu. Anatumia neno ubwana. Paulo anaandika hapa katika mstari wa nne, Yesu Kristo Bwana wetu. Neno Bwana lilikuwa linatumika sana siku hizo kama neno la heshima kwa Bwana wa mtu. Kwa hivyo kimsingi inatangaza kwamba Yesu ndiye Bwana mkuu. Lakini unapaswa kujua kwamba neno la Kigiriki hapa la bwana, Kurios, lina maana kubwa. Kwa kweli wakati agano gano la kale lilipotafsiriwa katika lugha ya Kigiriki Kurios ndilo neno lililotumiwa kutafsiri jina la kibinafsi la Mungu Yahweh au Yehova kama linavyoandikwa nyakati fulani katika Kiingereza nasi tunalitamka Yehova Vema wacha niseme hivyo tena hapa Mamia ya mara katika tafsiri ya Kigiriki ya agano la kale inayoitwa Septuagint, ambayo Yesu alinukuu mara nyingi, Kurios hutumika kwa jina la Kiebrania Yahwe au Yehova. Kwa hiyo elewa hili: Yesu ni Yahwe, Yesu ni Yehova, Mungu katika mwili. Ukipokea Yesu kama kurios, kama Bwana, unashuhudia uungu wake, kwamba Yesu kwa kweli ni mshiriki wa pili wa Mungu Utatu. Sasa, mwisho, hebu nionyeshe hapa katika mstari wa nne kwamba, kwamba Paulo kimsingi anasema kwamba Yesu ni Bwana wetu. Paulo anaandika baadaye katika Wafilipi sura ya mbili mstari wa kumi na moja kwamba siku moja hata wale waliomkataa Yesu watakuja kutambua, watakiri, watakubali kwamba Yesu Kristo ni kurios, Bwana, kwamba Yesu kwa kweli ni Bwana na Mungu wa milele. Kwa hiyo swali ni hili, Yesu ni nani? Unajua wapendwa, hilo ndilo swali muhimu zaidi ambalo utawahi kujibu katika maisha haya, ambalo mtu yeyote atawahi kujibu nati. Na huhitaji kubahatisha. Maandiko yaliyovuviwa eh, yametupa tujibu hapa katika mstari wa nne: yeye ni mwana wa Mungu, yaani yeye ni Mungu kikamilifu sawa na kwa asili. Yeye ni Yesu. Yeye ni Mungu mtu, ambaye ndiye mkombozi, mkombozi wetu. Yeye ni Kristo, yaani yeye ndiye Masihi aliyepakwa mafuta wa Israeli. Na yeye ni Kurios, yeye ni Bwana Mungu mwenye mamlaka yote, mfalme wa ulimwengu wote. Yesu ni nani kwako? Je, yeye ni Mungu wako? Mwokozi wako? Masihi wako? Bwana wako? Bwana na mtawala wako? Ninatumaini, ninaomba kwamba leo utaweza kujibu hilo kwa shauku kubwa, ndiyo, yeye ni hayo yote kwangu.